Watanzania ambao hawajakufahamu tuanze na majina yako, na tunaelekea kwenye Dabox Ndabi dhidi ya Halidi Kalama, mara pili mnakutana, mara ya kwanza ulipoteza kwa pointi bila shaka. Unasemaje? Tukianza na majina. Majina. Ah, kwa anaitwa Abdurazaki Hamisi Salumu, maarufu Black Cobra. Cha kwanza ningependa ukianza na majina naitwa maarufu, cha kwanza ningependa kumshukuru Mwenyezi Mungu, cha pili napenda kumshukuru Meja Samu Semuni kwa kunipa nafasi hii. Hii kama sikoseni, game ya tatu nacheza kwenye promotion yake. Yule mtoto mara kwanza nimecheza naye ni nimempiga vizuri tu, lakini sijui majaji waliona nini wakampa, aliona nini akampa, akampa yeye. Mi siwezi kusema si majaji wana makosa, lakini safari hii namwambiaje, siwezi kusubiri mpaka tuhesabiwe. Yule mdodo mdogo hajatoka mshamba. Aidi Kalama, we mshamba hujatoka bado, shughuli unayo safari hii. Yani nakwambiaje, usipolala. Black Cobra anasema usipolala, Kalama anaweza akaacha ngumi kabisa, lazima ulale. Alidi eh, Abdulla Zaki yeah. Unaenda kucheza na Alidi Kalama, amesema wewe ni mtoto kwake, mtoto kwa umri na mtoto vile vile kwenye gemu. Yeye ana mechi kedekede, wewe kede, una mechi eh, azizidi mechi nane bila shaka amesema safari hii lazima uache ndala. Ah, sahi yeye ni mkongo lakini si ukubwa wake, ukongwe wake aujalishi. Mimi nimecheza na mtu ambaye yeah. Mimi hata kutembea bado sijaanza yeah. Talio kwenye rekodi ya ngumi yeah. Lakini nimempiga Tolezi alisema hivyo hivyo, kaka yangu sasa hivi, ndugu yangu, lakini nasema hivi kwa mara hii, Kalama ndo ataonyesha cheo changu cha kuzaliwa, kama mimi mtoto ya, ya, au mkubwana Amedai kuwa anaenda kupiga KO, okay. Yeye aje kumpiga mtu KO? Ila safari hii umerudi tena mara pili, ndo kwanza hajatoa eh, nguo yani alikokuwa amezianika, unarudi tena kwa hiyo safari ko unaenda kukutana nayo, kusema kunipigia ko, labda ye ndo anavyoona, lakini bidhi ni Allah. Yani, namwapia kabisa kwa Mwenyezi Mungu, bidhi ni Allah, Kalama uwezo ukatoboa raundi nane. Uwezo kutoboa raundi nane kwa tekniki ama kiufundi, wote mnaonekana ngumi zenu ni nyepesi, na vilevile mnacheza zile mchezo wa kutembea, wote ni wepesi. Tulivyoona vile kwenye mechi iliyopita na safari tutaona vile vile, ama kidogo Abdullazack, umetraini nguvu kidogo? Aa, kwa safari hii mtaona vingi yeah, sio nguvu tu mtaona vingi yeah. Yani, namwomba Mungu nisipate maradhi niweze kutraini vizuri yeah, zaidi ya pale yeah. safari hii mtaona yeah. vingi. Yaani ujumuisho wa kila aina, unajua wewe art of boxing itaonekana siku hiyo yeah. kwake yeye yeah. amesema KO, tutaiona kwako. kwangu mimi Sisemi chochote lakini nimesema bizi ni kwa Kalama, ukimaliza na acha ngumi. Yeah, yeah. yani, yani yeah. <laughs> bado mapema na acha ngumi. Cha kumwambia yani, ipo hivi. Sumwa ionji wa fomu mshamba hujatoka bado. Safari nakuja kivingine umalizi, Kalama yeah. umalizi. Najua ukimaliza simu apigia simu majaji, nakuja safari sasa, umalizi Shate, simu kwa daktari akupe vidonge. Ajatoka bado. Yeah, mm -hmm. Yeah. Tukianza na majina. Yeah, mimi naitwa Imani Wilson Ntoroli Ekewa anitaga Kalanga official, maisha ukweli. Umeona mtoto alidi kalamo huyo, tipu ile si alichukua kwa pointi, sio amempendelea si namna gani hapa? So, tipu ya atasema ukweli, we mtoto niangalie vizuri upo na Black Cobra, ujue. niangalie vizuri sura yangu niangalie vizuri A mtoto hujatoka bado, mshamba kumbe. Ko, yani raundi ya tano utoboi, yani ukitoboi mtoto a, si turudi kwetu. E, yeah. mi naitwa mjukuu, ila jina langu leye naitwa Sadiki baba, alafu yeah. E, yeah. Afu, mtoto, yeah. Umeatimba, umepigwa ee, yeah. Ukasema tumepigwa, yeah. Sisi tumeona yeah, atuas yeah. Ila raundi hapai

Kwa majina anaitwa Abdallah Ramazani Tagawa. Napenda kumshukuru Mungu, mdogo wangu Kobla akajiandaa, tumempa sprangi za kutosha na bado anaendelea kujiandaa. Khalid Kalama awamu hii au malizi, na kuwapia kwa Mungu aumalizi hadi Kalama, japo walikupa sisi hatuwezi kuwahujumu majaji wao ndo waamuzi wa mwisho wa, ila awamu hii hatutosubiri matokeo ya majaji tamaliza ta sisi wenyewe mapema kama mapema, oh, bondia mwenzake nikaakoe katika kuhakikisha nampa skills za kutosha tekniki mbalimbali ili mradi eh, japo hata kama majaji akifanya yao yeah. Nafsi ziwasote siku sku yeah. yeah. Mimi ntaitaii kumpa sparing za kutosha ntakua nampa support kubwa ili mradi majaji asij kama udi liyopita, taatumalize mapema. Namwomba Mungu awe yeah. yeah. yeah, na afya njema mdogo wangu Kobra, awe na nguvu, awe na usikivu kwenye ringi. Kwa majina matatu naitwa nwali twa selenzi yeah. Khalid Kalama, kwa safari hii andae, ataki ushindi wa pointi, sija KO, raundi ya sita ukifika kalefa li wakupe matokeo yote Yeah. Safari ya anampiga kama begi ni yani, kama anavyotaka yeye kumpiga, yeah, kama begi, kama anavyotaka yeye sahii, naweza nikakubali kwa kutokana, labda si marefa wake kashajipanga tena na marefa wale atampija anapotaka yeye yeah, kwa manufaa yake, lakini safari safari tunaenda kimataifa zaidi mpana, ndani ya Zam TV peak time ndani yake muone, yeah. kwa uh, sasa kwamba mnaenda kama ikitokea kama lilotokea kule, anaosesha nini vyeo, hapana, haizi kitu kama kwa pili hiyo, ndio kuishia, ndio tunaanza bado tunajiandaa vizuri, na hiyo haipo. Kocha wetu anatuandaa vizuri, tunamshukuru Mungu tu kwa siku ya leo kwa maisha yetu salama, shukrani kwa majina. Naitwa Isa Asmani, namkubali sana mdogo wangu na nampa support, na naamini kwa round hii hawezi kutoboa, hawezi kutoboa mpinzani wetu. Hata kama Mungu kapanga, shetani hawezi kumiliki nyu, hawezi kumiliki nyumba ani, mwendo wa kumaliza, mwendo wa kumaliza. Mapema, mapema mapema. Wewe, mtoto alidi, mdogo wangu, unajua hii bunduki afuisila nimeiandaani kabisa kwa ajili ya kazi hiyo. tuamai ayaaatsimi aalaaa milaba raundi ya pili tu, kazi anayo silaha yangu hapa. aaa kwa jina letu yeah. Amidu, Amidu magari mkwama atokea mm -hmm. Sanga Matembo huyo yeah, yeah. hey, mtoto kaaka yeah. kanyaga yeah, kanya. yeah, kanya. yeah. siuhi sasa, au sio? yeah. kazi anayo mambile, kwa sababu sio amempa. Yani bila chenga ni yeah. tumzima mwenyewe juzi kaona, mpaka pambano likatalia. Eh, watu wamefanyaje? wametuliza sasa, tunasikizia hii sasa, nani sasa atamaliza mchezo? Tulia mapema mapema

tumecheza vizuri kabisa na bondia wangu alikuwa anastahiki kwa Tanzania, jinsi walivyoona, alikuwa anastahiki ushindi, ila kutokana na majaji jinsi walivyotoa maamuzi yao, sisi kwa sisi tunakubaliana na walichokitoa, ila safari hii namwambiaje, Khalid Kalama hawezi kumaliza jinsi mm -hmm. livyo mtraining kijana wangu anakuja kuonyesha art yeah. of yeah. boxing anakuja kufanya vitu vikubwa yeah. sana yeah yani kwenye gemu hii hawezi kumaliza raundi nane. Kuna vitu vingi ambavyo nimembadilisha kijana wangu na atakuja na mifumo tofauti. Khalid Kalama sio bondia Khalid Kalama, hata alivyokuwa anacheza alikuwa mlinzi wa kufunga mda wote, na namwambiaje, hawa wanasema ngumi ni mchezo, lakini ngumi sio mchezo. Kwetu sisi ngumi ni vita, umsitu kiingia kuna magazini kwanza, nakutana nayo magazini, alafu kuna wanyamapori kuna Black Cobra hapa, kuna jagwa yeah, kuna chita huku, kuna bundi hey, yani wanyama pori wote wamejazana huku oh. yani sisi hatuogopi oh, oh, oh, bondia yoyote Tanzania tunacheza naye na amalizi hii safari hii safari. hatusubiri safari. Majaji huu msitu wa maajabu. Kalama hujatoka bado, mshamba tu.